Kwa sababu Democratic kwa Marekani ndio kama chama tawala, ni kama CCM yao, alafu Republican ambayo ni ya Trump ni kama Chadema yao. Kwa hiyo sasa hivi ni kama Chadema iko madarakani, ni equivalent ya hivyo. Kwa hiyo ilikuwa ni situation ya aina hiyo. Sasa Obama akachaguliwa licha ya zile stories zilizofuma kwamba sijui mara ni Muislam na nini nini na nini, lakini ilijulikana kwamba Trump yuko upande gani ye versus Obama haikuwa big deal. Sasa elfu mbili kumi na moja uh, ikawa imefanyika hii dinner na maarufu sana inaitwa correspondent dina ni shughuli fulani hivi ambayo ni watu fulani wazito wanakutana. Sasa lengo la hii shughuli huwa ni kuonyesha wow, sense of humor ya was... kiongozi wa nchi, kwamba ni sehemu tunaenda kukutana kutaniana na rais. Kwa hiyo ni usiku wa matani really, hakuna great, kitu serious kwenye ile eneo. Hii dina ya 2011 aliyetakiwa awe roasted, ama apigwe madongo alikuwa ni Obama kwa sababu ndo rais ambaye anataka kuchaguliwa tena kuwa awamu ya pili.